Huu mradi ulipoanza ulitarajiwa kwa mara ya kwanza utajaribiwa baada mwezi Juni mwaka huu, tukiwa tuko mbele ya wakati, ni jambo la kuwapongeza kuwapongeza sana. Ni washukuru wananchi wa Mbagala, tuliwaambia wao wavumilivu, umeme muda sio mrefu utakuwa stable, na katika muda wote huu wamekuwa watulivu, hawajaleta taharuki, mpaka mambo yote yanakwenda vizuri. Sasa hivi tuko asilimia sabini ya utekelezaji wa mradi wote kwa ujumla wake, lakini uwezo wa kituo sasa umeongezewa uwezo mara mbili ya uwezo ulio, tuseme ni zaidi ya mara mbili ya uwezo uliokuwepo. Kwa hiyo changamoto zinaondoka katika Mbagala yote. Hii kazi ya kuanza kutoa umeme kuanzia hapa inaendelea, na kuanzia leo e, wataalamu wako site wanaendelea kufasilitate huduma kutokea hapa hapa. Kwa hiyo nimekuja Mbagala kama nyumbani, kama sehemu ambayo wanahitaji huduma yetu, na tutaendelea kuja Mbagala na maeneo mengine yote ambayo e, TANESCO tunahitajika kufika. Wakazi wa Dar es Salaam sisi tunawashukuru kwa kuendelea kuwa wateja wetu waaminifu na tunaendelea kujinyeekeza kwao. Tunafahamu jukumu kubwa tulilopewa na serikali la kuhakikisha umeme wa uhakika wakati wote, kama ambavyo waziri wetu amekuwa anazungumza siku zote kwamba watu wanataka umeme sisi tusio watu wa maneno, wape umeme watu. Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam tunawahakikishia kuendelea kuwahudumia kwa nguvu, akili na uwezo, wakati wote, na tuko tayari kupokea hoja na ushauri kutoka kwao, kwa sababu ni shirika la umma, na ndio maana tuna kituo chetu cha huduma kwa wateja, tunapokea taarifa zote za changamoto zinazotokea, kwa sababu hivi ni vifaa, wakati fulani vinaweza kuleta changamoto. Tupeane taarifa kwenye namba ambazo tumeshazitangaza sana.